Nawashukuru sana kwa kauli zao wanazozitoa hapa kwamba wataendelea kuboresha huduma zao ili tuweze kupata huduma za uhakika. Na la tatu, niombe na mimi nichukue fursa hii kuweka sauti yangu juu ya ile ambayo imeshawekwa ya kuwataka wananchi, mashirika mbalimbali yaweze kujiunga au kusubscribe kwenye sukuk. Sisi wengi wetu tulikuwa tunaziweka tu fedha zetu benki, lakini hazikuwa zinapata faida, au faida iliyokuwa inapatikana si hii faida ya halali tunaoitaka. Sasa alhamdulillah umekuja au limekuja wazo hili na ambalo limeshatekelezwa la kutuwekea fedha zetu tukapata faida ya halali. Hakuna sababu hata moja kwa nini sote tusijiunge katika sukuku? Kweli nimesimama kusema maneno matatu. La kwanza ni shukrani, nawashukuru sana PBZ kwa kuandaa jambo hili ambalo limefuatiwa kama tulivyoelezwa hapa na utoaji wa elimu juu ya sukuk, ili tuweze kupata huduma za uhakika. Niombe na mimi nichukue fursa hii kuweka sauti yangu juu ya ile ambayo imeshawekwa ya kuwataka wananchi, mashirika mbalimbali yaweze kujiunga au kusubscribe kwenye sukuk. Sisi wengi wetu tulikuwa tunaziweka tu fedha zetu benki, lakini hazikuwa zinapata faida, au faida iliyokuwa inapatikana si hii faida halali tunaoitaka. Sasa alhamdulillah, umekuja au limekuja wazo hili na ambalo limeshatekelezwa la kutuwekea fedha zetu tukapata faida ya halali. Hakuna sababu hata moja kwa nini sote tusijiunge katika sukuka. Nilipewa taarifa na baadhi ya watu wakanambia, bwana, sisi wengine tuna dola na hatutaki kuzichenji ziwe shilingi kwa sababu tuna wasiwasi ya kupoteza thamani. Kwa hivyo, kama hii sukuku ingekuwa kwa dola, basi tungejiunga. Sasa hilo jambo tumelifanyia kazi na nimepewa taarifa kwamba sasa hata kwa dola <coughs> utapokea na utapata faida ambayo wahusika wataitangaza, ili watu waweze kuweka fedha zao, iwe shilingi au wewe dola kwenye sukuk upate faida ya halali. Kwa niaba ya uongozi mzima wa benki ya watu wa Zanzibar, tunawashukuru kwa kuendelea kutuamini, tunawashukuru kwa kuendelea kufanya biashara na benki yenu hii ya PBZ. Na sisi sisi kama benki zenu, ahadi yetu ni kuendelea kuwapa huduma zilizobora, huduma ambazo zitakizi mahitaji ya biashara zenu